Kamati ya wakuu wa nchi na serikali ya kituo cha Afrika cha kupambana na kuzuia magonjwa yani Africa CDC. Katika hili namshukuru sana mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu, alipiga vizuri sana hapa kwamba rais wetu kwa mara ya kwanza kabisa amechaguliwa kuwa champion, na nitafuta jaribu kufafanua nini maana ya champion kwa mwananchi wa kawaida ili apate kujua pia nini maana ya champion. Mkutano huu ulipokea kwanza taarifa ya kuwa nchi ya kituo cha kupambana na magonjwa barani Afrika, yani Africa CDC. Pamoja na masuala mengine, taarifa ilielezea mafanikio makubwa yaliyopatikana, ikiwemo kukabiliana na changamoto za magonjwa mbalimbali, mbali ya milipuko na pia kutaja baadhi ya changamoto, ikiwemo kupungua kwa ufadhili wa kifedha kutoka kwenye nchi na taasisi wa shirika. Kamati hiyo pia iliwasilisha pendekezo la kumteua Dr Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa kinara, ndio hiyo champion wa Umoja wa Afrika nzima katika masuala ya afya ya mama na mtoto. Kwa nini unachaguliwa kinara? Ina maana kuna jambo umefanya vizuri kuliko wengine wote, kuna jambo umelifanya limefikia matokeo kuliko wengine wote, kuna jambo umelifanya ambalo bara zima la Afrika, nchi zote sasa hivi zinafuata mfano kutoka kwako katika lile jambo na katika ile takwimu sisi tunaongoza sio barani Afrika hata duniani katika kupunguza idadi ya vifo vya mama na mtoto. Mliona alipewa kuwa goalkeeper bora, ile zawadi inaitwa goalkeepers award. Watu wengi, wananchi wengi walifikiria goalkeeper wa mpira wa wa miguu ilitolewa pale hayati, lakini ni goalkeeper, inaitwa goalkeepers award. Wale wafadhili wameamua kuipa jina hiyo goalkeepers award, wa award. wanatoa kwa viongozi maalum walioshinda kitakwimu na Mheshimiwa rais wetu, we are very proud alishinda katika kupunguza vifo vya mama na mtoto. Na changamoto sasa hivi iliyokuwepo kwetu sisi ni kuendeleza uh, Mheshimiwa rais amekuwa kinara katika eneo la huduma za mama za uzazi pamoja na watoto. Ameeleza vizuri sana hapa Mheshimiwa waziri wa mambo ya nje lakini kwa ridhaa yake naomba kidogo ni amplify kwa sababu hili ni swala ambalo lipo katika sekta yetu. Ndugu zangu, kuwa kinara ameshasema sema mheshimiwa waziri. Sio jambo jepesi. Tena unakuwa kinara ndani ya marais wengine katika nchi ya Afrika. Lazima uo umefanya jambo ambalo ni zuri, jambo ambalo lina impact katika jamii. Mheshimiwa rais mwaka elfu mbili na kumi na sita alianzisha kampeni moja inaitwa Jiongeze Tuwavushe Salama. Ma, wa wakati akiwa makamu wa rais. Asante sana mheshimiwa waziri. Wakati akiwa makamu wa rais alishaanza, kama mama mwenyewe siku zote anasema kama mama, alishakuja na hii kampeni tujiongeze tuwavushe salama. Kina nani? Kina mama. Ile kampeni ilienda, by that time tulikuwa tuna vifo vya kina mama, nafikiri ilikuwa ni mia, zaidi ya 556 lakini ile kampeni ikasaidia kidogo ikavusha. Alivyokuja kuingia mwenyewe kama rais ajenda akaibeba, na ndio hapa ambapo sasa unaweza kuona kwamba dedication commitment na kuibeba ajenda ni jambo ambalo linaweza kusaidia sana. Tunajua mwaka elfu mbili na kumi na sita wakati tukiwa na vifo vya kinamama mia tano hamsini na sita kwa kina mama kinamama laki moja walioko hai, mkakati ambao umeufanya mpaka tunafika mwaka elfu mbili na mbili sasa vifo ambavyo vya kinamama tutavizungumza ilikuwa ni miamoja na nne kati ya um, e, hai lakimoja wakinamama sauukiangalia kuanzia l elfu mbili na kumi na sita mpaka a mbili unakuta kwamba punguzo ambalo limefanyika vifo vya kinamama ni. Haya ni mapinduzi makubwa sana na ndio maana dunia naizungumzia dunia amezungumza Mheshimiwa Waziri pale, hayati hoteli walitoka huko, inaitwa goalkeeper award, walimtambua wakaja pale wakampa award. Na ile award, ndugu zangu, niizungumzie, ilikuwa ina maana kubwa. Kwanza, kwa mwanamke wa kwanza duniani kupata ile award, wengi waliopata walikuwa ni wanaume. Lakini la pili, kupata award ndani ya nchi yake. Wengi walikuwa wanasafiri wanakwenda Marekani wanakwenda kuipewa. That was a recognition, ilikuwa kubwa sana lakini mheshimiwa rais, kwa upendo alionao katika ile awodi aliirudisha na kuidedicate kwa watumishi wote wa sekta ya afya, kwa sababu wao ndio ambao walimsaidia kulifanya lile. Huu ndio uongozi na ni jambo ambalo sasa kama wale waliona, umoja wa Afrika wakaliona na wakaweza kuendozi kwamba sasa huyo awe kinara na champion katika hili jambo. Ndugu wanahabari, amewezaje mheshimiwa rais kuyafanya haya? La kwanza kabisa, mi niweleze ni strong leadership na political will alilibeba kuanzia akiwa makamu, na akawa akaingia mikataba na wakuu wa mikoa kwa wa wilaya, akalizungumza kwa mheshimiwa waziri na wote watendaji, tukawa tumelibeba. Kwa hiyo cha kwanza is a strong leadership, lakini pia akaibeba ile ajenda. La pili, kwa nini mheshimiwa rais amefanikiwa katika hili jambo? Ni ubunifu. Mheshimiwa rais sasa hivi yuko kote, kila mahali kuna mfumo unaitwa eMama, it started in Tanzania kupitia Mama Samia Suluhu. Umeanza ule mfumo, ni mfumo ambao ili wokoe vifo wakinamama wengi, sababu nyingi ambazo wanapata wanakufa ni kwa sababu ya kukosa huduma za dharura wanapokuwa wanazihitaji. Sasa kwa kutengeneza mfumo wa eMama, mtu yoyote ambaye ana dharura anapiga simu.